Karibu, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Rais wa Misri, Abdel Fattah al Sisi amesisitiza kwa mara nyingine tena kuwa nchi hiyo ya Kiarabu inapinga kufukuzwa Wapalestina kwenye makazi yao na kuhamishwa katika nchi nyingine, na kuvitaja vita vya Gaza kuwa janga la kibinadamu. Akihutubia taifa kwa njia ya televisheni kwa mnasaba wa kuadhimisha kumbukumbu ya ukombozi wa Peninsula ya Sinai, al Sisi ametaka kusitishwa haraka mapigano, kuachiliwa huru mateka na wafungwa, kufikishwa misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza uliozingirwa bila vizuizi, ambapo amesema vita vinavyoendelea ambavyo vimeua makumi ya maelfu wa Palestina, kwa mujibu wa maafisa wa afya katika eneo hilo linaloongozwa na Harakati ya Hamas, ni tukio ambalo litatia doa rekodi za historia. Sisi amesema kuwa, Misri imesalia na nia ya kuzuia kadhia ya Palestina huku akisisitiza kuwa, amani ya kudumu inaweza kupatikana tu kwa kuanzishwa taifa huru la Palestina kwenye mipaka ya mwaka 1967, huku Quds ukiwa mji mkuu wake kwa kuzingatia maazimio halali ya kimataifa. Hotuba ya Sisi ilitolewa kwa mnasaba wa kuadhimisha siku ya ukombozi wa Sinai, kukumbuka kuondoka vikosi vya Israel katika eneo hilo mnamo mwaka 1982, kufuatia kusainiwa mkataba wa amani wa Camp David na Israel mnamo mwaka 1979. Hivi karibuni pia, Rais al-Sisi na mwenzake wa Djibouti, Ismail Omar Guelleh walitangaza uungaji mkono wao kwa juhudi za kumaliza vita katika ukanda wa Gaza na kulinda usalama wa baharini katika Bahari Nyekundu. Kuhusu usalama wa bahari ya Shamu, marais wa Misri na Djibouti wamepinga majaribio yoyote ya kutishia usalama na uthabiti wa njia za baharini, wakisisitiza umuhimu wa kuimarisha uratibu kati ya mataifa ya Kiarabu na Afrika yanayopakana na Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden, ambapo pia wametoa wito wa kuanzishwa baraza la nchi za Kiarabu na Afrika zinazopakana na Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden litakalopewa jukumu la kupiga jeki uratibu na ushirikiano wa kikanda na kuzingatia sheria za kimataifa za baharini. Kadhalika marais hao wawili wametangaza kuunga mkono juhudi za kurejesha umoja, amani na utulivu katika mataifa ya Kiarabu yanayokabiliwa na migogoro, hususan Sudan, Siria na Yemen.